Mtazamaji, mimi naitwa Anwar Sanga. Hiki ni kipindi maalum cha mabadiliko ya tabia ya nchi. Mimi naweza nkaa nafahamu au wewe unafahamu, lakini wafahamu kidogo nini maana ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Wengi hatujui nini maana ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunaweza tukawa tunajua, lakini pia vilevile hatujui nini athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Leo tutakuja kujua hapa hapa. Tunaye mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la Sota, Bwana Jackson Muro atatueleza vizuri nini maana ya mabadiliko, mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia vilevile athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Juzi kati nilikutana na mtu nikamuuliza nini maana ya mabadiliko ya tabia nchi, akanipeleka kwenye siasa akaniambia mabadiliko ya tabia nchi tutayaona endapo tutapata, tutapata kiongozi bora. Nikasema do ina maana tukatoka kwa mabadiliko ya tabia nchi tukaenda tena kwenye masuala ya siasa. Karibu sana, huyu ni mkurugenzi wa Sidesota shirika lisilo la kiserikali Bwana Jackson Muro anatueleza nini maana ya mabadiliko ya tabia nchi na pia vilevile vile athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Mabadiliko ya tabia nchi kama inavyosikika ni mabadiliko ambayo yanatokana na mabadiliko kweli katika hali ya hewa, na haya mabadiliko ya hali ya hewa haya yanakuwa ni yale ya muda mrefu ambayo yanaweza yakatokea katika dunia. Kwa mfano tunapokuwa na joto jingi, tunapokuwa na mvua nyingi za kupita kiasi, hayo ni mabadiliko ambayo yanatuonyesha kwamba tayari kumetokea mabadiliko ya tabianchi ya muda mrefu, alafu yameandamana pia na athari mbalimbali mbali. Kwa hiyo jamii inatakiwa kujua, kwa sababu wakati mwingine wanaweza wakafikiri tu ukame ndio ndio mabadiliko ya tabianchi, lakini hiyo ni sehemu moja wapo. Kwa hiyo tunapozungumza mabadiliko ya tabianchi, ni jambo ambalo limetokea katika ulimwengu wa sasa, ulimwengu wa leo, na tunavyozungumza tuna maana sasa hivi kwamba hata watu wasidhani kwamba mabadiliko ya tabia nchi yametokea katika maeneo mengine tu, hapa kote yapo yapo na yanatokea, na ya iyo, wafahamu, ni kweli yanatokea na yanaendelea kutokea. Kwa hiyo tunapozungumza dhana ya mabadiliko ya tabia nchi, watu wafahamu ni mabadiliko ambayo yana athiri jamii kwa ujumla katika ngazi zote, ngazi za chini hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi ngazi ya taifa, hata kitaifa pia na kimataifa. Kwa hiyo tunapozungumza mabadiliko ya tabia nchi, tunaangalia pia na athari ambazo zimeandamana na mabadiliko ya tabia nchi hayo. Nimetangulia kusema kwamba mabadiliko kwa ya tabia nchi yanaweza yakasababisha maji kuongezeka baharini kwa kuyeyuka kwa ncha ya kaskazini au ya kusini. Joto linapokuwa jingi zaidi, ile barafu inayeyuka, maji yanaingia baharini, maji yanaongezeka katika bahari, visiwa vingine vinazama. Na maji yanapoongezeka baharini, yanasababisha pia na mawimbi yanakuwa mengi. Wakati mwingine joto linazidi sana baharini, hata samaki wanapata madhara. Mvua zinaweza kuwa nyingi sana na mvua zinapokuwa nyingi sana zinaleta mafuriko. Mafuriko yanaharibu miundombinu katika nchi. Mafuriko yanaweza kuleta athari mbalimbali mbali. Wanyama wanakufa, wanadamu wanakufa, mimea inakufa. Mabadiliko mengine yanakuwa ni baridi kali mno Mabalili, na baridi inapozidi kuwa kali inaleta athari kwa viumbe hai, inaleta athari kwa mimea, inaleta kwa athari hata kwa wanadamu, inaleta athari kwa shughuli zingine ambazo zinaweza kufanyika katika nchi mitambo. Unaona, nchi zingine barafu nyingi zinashuka kwa hiyo inafanya miundombinu mingine haiwezi kufanya kazi, hata usafiri unakuwa na shida. Yote hayo mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi yanaleta pia vimbunga eh, nimesikia vimbunga vingi vinavuma, vinaleta athari, watu wanakufa, nyumba zinapasuka, matetemeko ya nchi. Hizo zote ni athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi yameandamana na magonjwa, yako magonjwa mengine yamezuka mapya, ambayo magonjwa haya yanashambulia mifugo, yanashambulia wanyama, yanashambulia mimea, yanashambulia wanadamu magonjwa mengine yasiyotibika. Magonjwa mengine yalikuwepo, lakini kwa sababu hali ya hewa ilikuwa haijabadilika, eh, hakutokea mabadiliko ya tabia nchi, kwa hiyo magonjwa yale yalikuwa hayaibuki kwa kasi kubwa sana, lakini sasa hivi hali imebadilika kiasi kwamba inasaidia hata haya magonjwa kukua kwa kasi. Kwa hiyo haya ni mabadiliko ambayo yanaweza kutokea katika nchi, yanaweza kutokea kimataifa, hata kwetu pia. Mabadiliko ya tabia nchi yanaleta tabu pia katika uchumi, tukiangalia, kwa sababu wananchi wengi wanategemea kilimo wananchi wengi wanategemea mifugo. Sasa kama kutatokea mabadiliko ya tabia nchi, joto likawa kubwa sana, ukame utaongezeka. Ukame ukiongezeka, ina maana majani ya mifugo yatakuwa hayapo, yatapungua. Na majani yakipungua, yanaleta athari kwa mifugo na wanyama wengine, hata wanyama pori. kwa hiyo ina athiri hata mbuga za wanyama. Wanyama wanaweza kuhama wakaenda mbali sana, wengine wakafa, wengine wakashindwa hata ku, kuongezeka kwa sababu ya matatizo haya. Yanatokea athari za mabadiliko ya tabia nchi pia Mabadiliko ya tabianchi yanaleta athari katika uchumi wetu sisi, kwa sababu kusipokuwa na mvua ya kutosha, kusipokuwa na maji ya kutosha, ina maana mazao yetu yataharibika, hayatakuwa na baadhi ya mbegu zingine hazitaota. Kwa hiyo utakuta kwamba wananchi wengi ambao wanategemea kilimo, asilimia 80 wa Tanzania watashindwa kupata, kupata chakula na mazao mengine ya kibiashara. kwa yu, hiyo uchumi wetu utashuka kwa njia hiyo. Mabadiliko ya tabianchi pia yanaleta athari katika jamii, kwa sababu kuna mambo mengine ya kijamii yanategemea yanategemea uwepo mzuri wa, wa mandhari uwepo mzuri wa hali ya hewa. Kwa mfano, um, watu wanategemea baadhi ya mimea kufanya matambiko. Eh, kuna wanaweza wa kwenda katika milima yao wakafanya matambiko. Baadhi ya mimea inatumika kwa dawa na, na, na shughuli kama hizo. Sasa kunapotokea mabadiliko ya tabianchi, kunapotokea ukame watu kijamii pia wanaathirika. Na kukitokea ukame na mabadiliko ya tabianchi yakileta madhara kama hayo, watu huondoka hata maeneo mengine ambako wanaishi ili kujitafutia maisha. Sasa wanapoondoka sehemu moja kwenda nyingine, kwenda kutafuta maisha, kutafuta kazi Eh, utakuta wana ile i, ule mfumo wao utamaduni unaathirika, unaathirika kwa sababu wanapoenda kule wanakutana na jamii zingine wanachangamana kule, kwa hiyo unakuta kuna madhara pia yanatokea katika masuala ya kijamii. Kwa hiyo haya ndio ambayo nilitaka nieleze katika eneo hili, dhana ya mabadiliko tabi ya tabia nchi iweze kufahamika sawa sawa kwa jamii yetu. Mabadiliko tabi ya tabia ya nchi ni kweli yapo, yataendelea kuwepo. Tunachotakiwa jamii yote, nikizungumza jamii na maana wananchi katika maeneo ya vijijini mpaka taifa jambo hili lipo, wachukue hatua kila mtu kwa nafasi yake. Serikali ichukue nafasi yake, watendaji wachukue nafasi yake, na hata wale wanaotekeleza masuala haya waweze kujengewa uwezo vizuri, waweze kufanya vizuri. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hivi tuchukue hatua, tusisubiri lawama za kizazi kijacho. na pia tumuangalie Lumbelang Ole Kasiando yeye akiongelea nini, athari za mabadiliko ya tabianchi kwa jamii. Lumbelang Ole Kasiando, huyo hapa. ningependa kuzungumzia tu masuala ya mabadiliko ya tabianchi kwamba ni kweli eh, mabadiliko ya tabianchi yapo na dunia imeshaona hivyo, na hata sisi katika ngazi ya jamii, eh, wakulima wetu na wafugaji wetu wamesha yaona upungufu E, katika hilo ni kurasimisha tu mazungumzo juu ya mabadiliko ya tabianchi kama ilivyo katika ngazi ya jamii, lakini wenyewe wanaona jinsi ambavyo mambo hayatabiriki. Sasa e, katika swala la ufugaji, huwezi kujua miezi ile ambayo kwa mazoea unajua mvua zinakuwa zimefika. Katika kilimo, huna uhakika kwamba utakapo, e, ni lini upande, kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, watu wanaweza kutabiri kabisa watapata nini na katika hali kama hiyo ambapo wakulima na wafugaji wanakuwa ni asilimia kama themanini ya Watanzania, watu hawa wanahitaji kuzungumza na kurasimisha mazungumzo juu ya mabadiliko ya tabianchi kwa sababu yanawaathiri. Kilimo kinakuwa ni shida kwa sababu mvua hazitabiriki, hazieleweki, mara zinazidi sana, mara zinapungua sana, na katika ufugaji vilevile kichukulia hasa kanda ya kaskazini, mikoa ya Arusha na Manyara, mara nyingi ukame umekuwa ukitokea, mifugo inakufa, na mara nyingi serikali imewekeza hata katika kujaribu ku, kuwarudishia eh, mifugo wale wafugaji ambao wamekuwa fukara kwa sababu ya mabadiliko ya tabianchi. Lakini pia hata familia zinaathirika, unakuta kwa mfano mimi natoka Kiteto na ugomvi unaosikia Kiteto kwa kweli, sehemu kubwa ya ya, ya chanzo ni mabadiliko ya tabianchi, kwa sababu kuna wilaya nyingi za jirani ambazo hali imeharibika kiasi kwamba hakuoti kitu. Si kwamba ardhi haipo, kwamba hakuna kinachoota. Wanahamia Kiteto, kule nako msongamano unasababisha watu waanze kugongana. Kwa hiyo hata migogoro ambayo unaona una, una, inatokea katika baadhi ya maeneo ni matokeo ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia wanahitaji kuhimili e, ya, wafugaji na wakulima wanahitaji kuweka mikakati ya kuweza kuhimili mabadiliko hayo e, na kufanya hivyo, pengine inabidi wajifunze namna ya kutafuta mbinu mbadala za kuongezea juu ya mifumo walionayo, ya, ya uzalishaji kama ni ufugaji waangalie na kujaribu vitu vingine tofauti kama ni kilimo wajaribu pia kuangalia vitu vingine tofauti kulingana na mazingira yao. Kwa hiyo lazima kuangalia kwanza, kuzungumza swala lenyewe la mabadiliko ya tabia nchi, lakini vile vile kuzungumza e, juu ya namna ya kuhimili kutokana na mazingira walionayo, na na vilevile serikali itie mkono wake kwamba hii ni ajenda ya dunia sio ya, ya, ya Tanzania peke yake. Kwa hiyo waweke mfumo ambao utawasilisha taarifa hizi kwa eh, ngazi za jamii. Ningefurahi sana kwa mfano, unapozungumza juu ya serikali ya kijiji, kamati ya mazingira, unaongeza na kitu mazingira na mabadiliko ya tabianchi. Ukisema idara ya mazingira ya wilaya, unasema idara ya mazingira na mabadiliko ya tabianchi, na ukienda kule ofisi ya makamu wa rais badala ya kusema tu eh, director ya, ya, ya, ya, ya mazingira asema ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ishuke na izungumzwe na hiyo ajenda ya kitaifa, kwa sababu inatuathiri wote. Ningependa pia kushauri kama inawezekana, eh, swala la mabadiliko tabi ya tabia nchi liingizwe katika mitaala ya elimu kuanzia shule za msingi na kupanda juu sekondari na, na kadhalika, kwa sababu hili la mabadiliko ya tabia nchi linamgusa kila mtu kila mahali duniani. Kwa hiyo, kama linahusu dunia nzima na sisi tukiwemo, tunapaswa kuwa vizuri na kuwa vizuri, maana yake ilizungumzwe katika eh, ngazi za kutoa elimu, ili kila mtu anapochukua elimu anayoichukua ajue kwamba atawajibika pia kuhimili mabadiliko yanayotokea, hata katika fani yoyote atakayo kwenda kuisoma huko mbele. Kwa hiyo nadhani eh, wangeweza kuweka kama sehemu ya mitaala ya elimu ya, ya katika ngazi mbalimbali mbali za elimu. Ningependekeza vile, vile kama inawezekana e, itolewe taaluma ambayo inafanana ina, ina, ina na mazingira kila, ma, kila watu na mazingira yao, ifanyike utafiti ambao utawezesha utawezesha e, watumiaji mbalimbali mbali wa rasilimali za asili kugundua namna ambazo watazitumia vizuri ili kuweza kuendana na mabadiliko yanayotokea katika, eh, katika dunia kama vile tunavyoyazungumza mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunapoongelea swala la athari za mabadiliko ya tabia ya nchi kwa nafasi ya mwanamke na watoto katika jamii zetu za Kiafrika, wanawake na wanawake na watoto wanaathirika zaidi kuliko wanaume, japokuwa swala la mabadiliko ya tabia ya nchi linawaathiri wote wawili. Mwanamke anaathirika kivipi? Mwanamke yeye ndio amebeba jukumu zito sana katika kutunza familia Hivyo basi katika shughuli nzima ya kuhakikisha kwamba familia imepata chakula, mwanamke huwa anatumia muda mwingi sana na urefu na umbali mrefu, ili kutafuta nishati kama vile kuni na maji, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba familia inapata chakula. Vilevile watoto ambao unakuta katika muda wa muda huo wanatakiwa wao wanaenda shule, huwa wanaungana pamoja na mama zao, ili kwenda kutafuta chakula pamoja na nishati kwa ajili ya familia na athari zinapozidi kuwa kali zaidi, mwanaume huwa anaondoka nyumbani na kuhama kwenda kutafuta fursa nyingine za kiuchumi. Kwa mfano kwenye jamii zetu za kifugaji, wanaume huwa wanaondoka pamoja na mifugo yao na huku nyuma wanamwacha mwanamke na mtoto akiwa anaangaika kutafuta riziki zao. Vile vile, mwanamke anapoendelea katika yale mazingira na watoto, huwa anaangaika sana na huwa anakumbana na mambo mbalimbali kama vile kubakwa. Wanatishiwa na vile kwa hiyo, wanakuwa wanaishi kwa wasiwasi wasi, na umaskini unakuwa unaongezeka katika jamii. Wito kwa jamii jamii, tunaomba ibadilike. Tunajua kubadilika sio kwamba tunaweza tukabadilika mara moja, lakini kulingana na muda, taratibu tutabadilika. Hivyo basi tunaomba jamii kwa ujumla itoe ushirikiano, tutambue nafasi ya mwanamke na mwanaume katika jamii, tuwe tunasaidiana ili kupunguza uzito kwa mwanamke sana sana katika majukumu ya kutunza familia. Kwa serikali, asasi za kiraia na jamii, itambue kwamba athari za mabadiliko ya tabia ya nchi zinavyowaathiri wanawake na watoto, athari hizo hizo vile zinaenda kwa jamii nzima. Hivyo basi watambue nafasi ya wanawake na watoto katika kupanga mipango mbalimbali mbali ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Haya, ndugu mtazamaji, umetoka kumwangalia Lubelang Ole Kasiando, mratibu wa shirika la na Daruto huko Kiteto Manyara, akiongelea athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Pia vile vile umetoka umemwangalia Vida Urasa, yeye ni afisa jinsia wa Sedesota eh, akizungumzia athari za mabadiliko ya tabia ya nchi kwa upande wa kina mama, pia vile vile na watoto. Na hivi sasa tunaenda kumwangalia Tajieri Urio, yeye ni afisa habari wa Forum CC akituelezea faida za Tanzania kushiriki katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi kitaifa pamoja na kimataifa. Katika ngazi ya kitaifa, mwaka 97 ilikuwa tulipata sera ya kwanza ya, ya, ya mazingira ambayo moja kwa moja inazungumzia ina swala la mazingira ambayo kwa namna nyingine inahusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini mwaka 2007 tulikuwa na mkakati wa muda mfupi wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi ambao unaitwa National Adaptation in Plan of Action. Lakini juhudi pia hizo zimeendelea na mwaka 2012 serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na wadau mbalimbali mbali, Forum CC ikiwepo ambao iliwasisha iliwakilisha asasi za kiraia iliandaa mkakati wa mabadiliko ya tabia nchi na huu mkakati ni katika kutoa mwongozo kwamba sekta na idara mbalimbali zifanye nini kwenye swala la mabadiliko ya tabianchi. Na mwaka 2012 serikali ilikuja na se mkakati wa mabadiliko ya tabianchi ambao ulijumuisha uli, uli, uli asasi mbalimbali mbali ambazo zilichangia katika swala zima la kutengeneza mkakati ule. Forum CC ikiwa kama mwakilishi wa asasi za kiraia pia iliweza kushiriki katika kutengeneza mkakati ule na kuna juhudi katika wizara, kwa mfano wizara ya kilimo sasa hivi ina, ina mkakati wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi hasa katika sekta ya kilimo. Na kuna sekta ya maji pia, kwa sababu maji ni moja ya kitu ambacho kinaathirika sana na, na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa wizara imekuja na mkakati huo katika kuku, kuchangia nguvu za kitaifa, za, za kimataifa katika kukabiliana na swala hili la mabadiliko ya tabia nchi. Katika mkakati ambao nimeuzungumzia, serikali ya Tanzania imeanisha kabisa kwamba kipaumbele kikubwa kwa nchi yetu ni kuhimili mabadiliko ya tabianchi, lakini tutachangia katika suala so zima la kuzuia kutokea kwa mabadiliko ya tabianchi kwa sababu gani? Tumekipaumbele kikubwa ni kuhimili ni nchi ya Tanzania ambayo ni nchi maskini na kama tulivyoona awali wa, wa, watu wake wengi ni wakulima na wafugaji ambao wanaathirika moja kwa moja na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa kikubwa sasa hivi, juhudi ambazo serikali imeweka ni, ni kwa jinsi gani uzalishaji na shughuli nyingine zinaweza zikaendelea kukiwepo na mabadiliko ya tabia nchi, na kuna mikakati ambayo imefanyika katika swala zima la kuchangia kupunguza mabadiliko ya tabia nchi hasa kwenye nishati mbadala ambao kuna wananchi wengi sasa hivi wameanza kutumia nishati mbadala kama sola, biogas kwa maeneo tofauti tofauti hapa nchini. Lakini ikija katika ngazi ya, ya, ni kimataifa, lakini pia ni kitaifa, kuna wito wa, serikali wa, jumuiya ya kimataifa kwamba nchi kila nchi duniani iandae mpango wa kuonyesha kwamba ni jinsi gani inashiriki kuchangia katika kupunguza swala zima mabadiliko ya tabianchi, lakini pia ni jinsi gani inachangia katika juhudi binafsi katika kitaifa swala zima la mabadiliko ya tabianchi. Hiki kitu kinaitwa INDC, intended nationally determined contribution, na mwisho wa kuwasilisha swala hili kwenye umoja mataifa ni mwezi wa kumi, na serikali sasa hivi ipo katika mkakati wa kuandaa hiyo INDC. Katika pia ngazi ya kimataifa Tanzania imekuwa ikishiriki katika mikutano ya mabadiliko ya tabia ya nchi kuanzia mkutano wa kwanza na sasa hivi tunaelekea mkutano wa 21 mwezi wa 12 mwaka huu. Lengo ni kuhakikisha kwamba jumuiya ya kimataifa in, inatambua swala kwamba nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ni moja ya waathirika, lakini pia ni, ni lengo kubwa la mikutano hii ni kuhakikisha kwamba serikali za kimataifa na jumuiya yote kimataifa, thabiti, ya kimataifa inachukua hatua thabiti dhidi ya mabadiliko ya tabianchi hasa kwenye swala zima la, la kuzuia athari zaidi zisiweze kuendelea kwa sababu kama Tanzania tupo kwenye hatari kubwa hasa tena hizi nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Sasa hivi kiwango cha wastani wa joto duniani ni 0.8 centigrade, lakini kwa Tanzania tume, tumevuka wastani wa dunia kuanzia mwaka 61 mpaka leo, joto limeongezeka kwa centigrade moja mvua zimepungua kwa asilimia tatu kuanzia mwaka sitini na moja mpaka leo sasa. so, unaweza ukaona ni jinsi gani kwamba nchi za kusini mwa jangwa la Sahara zinaathirika sana, na kama uzalishaji wa gesi joto utaendelea kama ilivyo sasa hivi mpaka elfu mbili na hamsini ina maana wastani wa joto la dunia utakuwa ni zaidi ya sentigredi mbili. Laki, ikiwa sentigredi mbili wastani wa dunia kwa Tanzania na nchi za kusini mwa jangwa la Sahara itakuwa ni wastani wa sentigredi nne. Hebu sasa fikiria kwamba hizi sentigredi hii sentigredi moja tu iliongezeka kwa wastani zikiwa nne itakuwaje? Umeona kwa jamii ya kimataifa na Tanzania inashiriki kabisa katika swala hili kuhakikisha kwamba tunaweza kupata hatua madhubuti za kuhimili na kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi. Na mwezi Desemba, mwaka huu, tunategemea tutapata mkataba wa kimataifa ambao utaizibana kila nchi kuchukua hatua, na zile nchi ambazo zinaongoza kwa kuzalisha gesi joto, hasa nchi zisizoendelea ziweze kupunguza gesi joto, ili angalau, ili swala la mabadiliko ya tabianchi liweze kupungua. Lakini tuna swala la la fedha za mabadiliko ya tabia nchi. Ni kweli kwamba kwamba hizi nchi maskini ikiwemo Tanzania ni sio wachangiaji wa mabadiliko ya tabia nchi, ila ni waathirika wakubwa wa mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo basi, ni wajibu wa nchi zilizoendelea, ni wajibu wa nchi ambazo zinazalisha sana gesi joto, kutoa fedha kwa hizi nchi maskini ikiwemo Tanzania katika swala zima la kuhimili na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Nafasi ya vijana katika swala zima la mabadiliko ya tabia nchi ni muhimu sana. Kwa nini? Sasa hivi idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania, wa dunia ni vijana, na haya mabadiliko yanaendelea kuwepo siku zote, kwao waathirika wakubwa watakuwa ni sisi, kizazi cha sasa hivi na kizazi kijacho. Hivyo basi, kwa sababu kuna fursa za vijana kushiriki katika maamuzi, na pale ambapo hazipo ni vizuri vijana wenzangu wakaamka na, na na kuhimiza kwamba waweze kushirikishwa katika maamuzi ambayo yanaonyesha ya, ya maisha baadaye yatakuwaje, hasa swala so zima la mabadiliko ya tabianchi na uhifadhi wa mazingira, kwa sababu tusipochukua hatua sasa hivi tutalaumiwa na vizazi, na vizazi, na vizazi, na vizazi si vinavyokuja, sio tu kulaumiwa, lakini na sisi tutaishi katika mazingira magumu ambayo yatapunguza sana swala so zima la kufanikiwa na kuendelea kiuchumi. Kuna faida kubwa ya Tanzania kujihusisha katika masuala ya kimataifa kwenye so swala zima la mabadiliko ya tabia ya nchi, na tunajihusisha katika ngazi tofauti tofauti, ngazi ya kikanda Afrika Mashariki, ambapo sasa hivi tuna, tuna sera ya mabadiliko ya tabia nchi ya Afrika Mashariki pamoja na mkakati wake. Kuna ngazi ya Afrika ambayo kuna, kuna kitu kinaitwa AMSEN ambayo ni mkutano ya mawaziri wa mazingira. Tanzania imekuwa ikishiriki na imekuwa mwenyekiti tangu 2012 mpaka 2015, lakini pia katika ngazi ya Afrika kuna wenye viti wa maraisi ambao wanahusika maraisi, katika swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, Tanzania iliweza kuongoza Mungoza wakuu wa nchi wa bara la Afrika, hasa kwenye jukwaa zima la mabadiliko ya tabia nchi inaitwa Kaoski kutoka 2012 mpaka 2015. Na katika ngazi ya dunia Tanzania imeweza kuongoza mifuko mbalimbali mbali ya kifedha, kwa mfano adaptation fund, lakini pia imeweza kuongoza baadhi ya mifuko mingine ambayo inahusika na Ki, ki, ki, kitaaluma zaidi kwenye msoala wa mabadiliko ya tabia nchi inaitwa SUBSTA. Sasa faida kubwa ambayo tunapata kwa kushiriki kwenye vitu hivi vyote ni kwamba tuna uwezo wa kupata misaada hasa kutoka jamii ya kimataifa kwenye suala zima la mabadiliko ya tabia nchi, na kwa kushiriki kwetu huku tumeweza kujulikana kwamba ni, ni nchi maskini zaidi katika swala zima la uwezo wa kukabiliana na kuhimili mabadiliko ya tabianchi. Kwa katika mikutano hii huwa kuna, kuna makundi tofauti tofauti. Kwa Tanzania ipo kwenye kundi moja linaloitwa least developed country LDC, na hii LDC imewekewa ime ime mfuko wake maalum wa kifedha kuhakikisha inasaidia hizi nchi ambazo zipo ndani ya LDC ziweze kukua na, na, na kuhimili vizuri swala zima la mabadiliko ya tabianchi. Kwa hiyo hilo ni moja ya faida, lakini pia tunaposhiriki katika mikutano hii ya kimataifa na juhudi hizi za kimataifa, tunaweza kuonyesha dunia kwamba ni kitu gani tumekifanya, lakini pia tunaonyesha dunia kwamba ni jinsi gani tunaathirika ili weze, ili misaada zaidi iweze kuja na dunia iweze kujua ni kitu gani ambacho tunakifanya. Natoa wito kwa serikali kuanzisha mfuko maalum wa mabadiliko ya tabia ya nchi hasa wa kifedha na mfuko huu utaweza kusaidia jamii na wananchi mbalimbali hasa kwenye swala zima la kuhimili na kukabiliana kwa na mabadiliko ya tabia nchi, ila tukiwa na kipaumbele cha kuhimili mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu ndio kipaumbele hata katika mkakati wetu ambao tunao. Hii itasaidia kuweza kufuatilia fedha za mabadiliko ya tabia nchi zimetumika vipi, lakini pia itaweza kusaidia kuweza kupata fedha kutoka mifuko ya kimataifa na itarahisisha sana kwa swala hilo kwamba, kwa, kwa sababu fedha zitakuja moja kwa moja zitaingia kwenye mfuko ambao ni uhuru, hautahusika na wizara, hautahusika na kitu kingine chochote, kwao swala zima na juhudi zote za mabadiliko ya tabianchi katika taifa zinaweza zikaonyesha mafanikio makubwa. Asante. Haya, kama ulivyotazama athari za mabadiliko ya tabianchi, kumbe tumetazama kwamba mabadiliko ya tabianchi yanaleta hata hii migogoro baina ya wakulima pamoja na wafugaji, lakini pia vilevile vile ni mateso kwa kina mama na watoto, jamii kwa ujumla. Unaambiwa chukua hatua sasa. Hiki kilikuwa ni kipindi maalum cha mabadiliko ya tabia ya nchi. Mimi naitwa Anwar Sanga, endelea kutazama vipindi vingine.